Mambo matano ya kufanya wakati unasubiri majibu kwa Mungu. Jambo la kwanza, imarisha uhusiano wako na Mungu. Unaposubiri majibu kwa Mungu, hakikisha unaimarisha uhusiano wako na Mungu kwa kusoma Biblia, kwa kumsifu, kwa kusaidia wajane, kwa kutumia muda mwingi kukaa miguni pa Kristo. Ni wakati wa kujikagua kama kuna matengenezo kwenye maisha yako, basi ni wakati wa kufanya matengenezo. Namba mbili, uwe mvumilivu. Umeomba kweli muda mrefu, lakini bado Mungu hajajibu maombi yako, na kutia moyo, mtu wa Mungu, uwe mvumilivu. Wakati wa Mungu ukifika, atajibu maombi yako. Ukisoma Isaya sura 40 ile aya ya thelathini na moja, nasema wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Umgoje Bwana, wakati wako ukifika, atajibu maombi yako. Namba tatu, usitumie njia za mikato. Njia za mikato zinaleta laana badala ya baraka, zinaleta laana kwenye maisha yako. Tumia njia halali za kutatua tatizo lako. Usitumie njia za mikato kutatua changamoto zako, epuka kutumia njia za mikato. Namba nne, omba kwa bidii, uwe na maombi ya kudumu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, ombeni bila kukoma. Omba kwa bidii, usiombe leo kesho naacha. Omba kwa bidii. Ipo siku Mungu atajibu maombi yako. Namba tano, shikilia ahadi za Mungu. Ahadi ya Mungu ni kwamba atajibu maombi yako. Mungu yeye ni mwaminifu mno, siku moja atajibu maombi yako. Usikate tamaa kabisa, ipo siku Mungu atakufuta machozi. Mungu akubariki sana, hayo mambo matano, kiashikilia imani yako itakuwa. Mungu akubariki.